E, mgae motaz, chap chap mgae motaz. Ebana e, mbele yenu nina Audi Q5 na sitaki gombi na mtu sitaki difu na mtu milioni ishirini na tatu na laki nane, mteja wa mgae motaz, jionee na Audi Q5 bana, gari ni kali sana, na maanisha, ingia ndani ndani. Ebana ebana, e, ebana e, milioni ishirini na tatu na laki nane inakufanya uondoke na Audi Q5 hapa, gari ni clean sounds kama unavyoiona. Ibana e, unaela piga simu, unaela piga simu wewe. <laughs> Yes ibana, mambo uh, vipi? Kabla tujaendelea, kwanza hebu shoot ile niongee kitu logo ya rudi niongeki iyo. Eh. Jo hapa sogea hapa mia mbili themanini. Okay sawa tuendelee. Sasa uh, nimeona comments za watu nyingi wakidai kwamba mimi nilikuwa na ni interview nilifanya jana na mwalibia biashara si magari used yule. No, mimi si mwalibia biashara. Ila mimi nilichokuwa nakifanya ni comprotect dealers ambaye mimi nafanya naye kazi ambaye ameniuzia mimi gari. Siwezi mimi kuona kitu ambacho nakifahamu au mtu ameniifanya mimi kazi. Mimi ndo asili yangu. Nikifanya kazi na wewe, mtu akaja kuataki mimi nalivaa hilo swala, mimi kwa kweli nijisikia vibaya, kwa sababu niliona ni kama ni mtu anapambana kumwharibia biashara mwenzake, kwa sababu anafanya biashara aina moja. Kwa nini nasema alikuwa anamwharibia biashara kwa makusudi? Kwa sababu ukiangalia magari used, anajua tofauti za haya magari gari, gari aliyoiposti yeye na gari hii, gari yenye logo ya S line ni tofauti na ile hii ni, ni ni, ni, ni, series nyingine kabisa. S line huwa ni sports, ina speed 280 tofauti na zingine kuhakikishia kwamba alikuwa anafanya makusudi, anajua bei ya hizi gari. Kuna clip ashai kupost yeye mwenyewe akiuza gari kama hii hapa, hebu iangalie ni clip kwanza, afu niendelee. milioni hamsini na tatu na laki nane tajiri, walikuwa wanatafuta Audi Q5 S line edition, watu walikuwa wanaambia bwana tajiri, tunapataje Audi kali kile ambao walikuwa na siku ile, mbona kali sana, mimi nimeleta hapa Audi Q5 S line edition. Kali sana tajiri, hii nakimbia. Tajiri, nafukuza upepo nikipotea nimepotea. Gari mpya speed 280, gia saba, milioni hamsini na tatu na laki nane, pamoja na usajili na kusajilia Audi. Milioni hamsini tatu na laki nane, tajiri. Audi S-Line Edition, tajiri. S-Line sinazijua kwamba ni sporti. Gari nakimbia hii hapa, watu wa 300, tajiri umefuate. Audi Q5 kali sana, tajiri, kali sana. Mimi natakia siku njema, na ninapenda sana matajiri. Okay. Sasa nataka uniambie huyu mtu ajue bei ya hizo gari. Mpaka sasa hivi umetengeneza confliction kwamba, uh, mtu akija kwa drone akiulizia, hivi gari kama ile andao shilingi ngapi? akimwambia bana, hii ni milioni hamsini nane hivi, amna, mbona mbona nasikia, yani nimetengeneza mazingira ya kuharibu biashara kwa troni. Ni kitu ambacho sio fair kabisa. Ni mtu ambaye, kwa mtu ambaye unajielewa, mtu ambaye anafanya biashara, hutakiwi kufanya vitu kama hivyo kabisa, wakati unajua bei. Ungekuwa ujui bei hiyo gari uliyouza hapo ya Skyline hiyo nyeupe, ungeuza hiyo bei basi, wauzie milioni 20 na hiyo, kwa nusu uze milioni 20 Kitu ambacho sio kizuri ni kufanya biashara kwa kuasi biashara nyingine. Yani kosa yake kubwa ni alivyoulizwa kwamba hii gari yako na andalo ni sawa, akasema eti yeye ni sawa, wakati anajua sio sawa, kwamba anatengeneza mazingira kwamba kitu kinachofanyika sio fair. Na mimi sipendi kuona eti mimi niwe sababu ya jamaa biashara yake ionekane kama ni ya utapeli hapana. Ndio maana mimi nikasema hapana, mimi nitastand kweli kuongea nini ukweli. Sasa hivi mtu akaenda kuulizia gari kama hii hapa, na sio kumharibia troni tu, anaharibia dealers karibia wote. Ndio maana nani yule na nasi anawaambia kabisa, gari ni kama mchele. Ukitaka ule mchele wa elfu moja ni wewe, ila ni mchele. Ukitaka mchele wa elfu moja mia tano ni wewe, ila ni mchele anambia. Na nasi mwenyewe kanipigia asubuhi ananiambia hivi, wewe una matatizo gani? hivi anajua tofauti kati ya Eastline na na, na, na gari yake aliyoposti ile. Sasa wataalamu wa magari ameiona tu akaniambia mbona hiyo ya yake ni 2011 sio 2015? Sio mnaelewa. Kwa hiyo sometimes kuna baadhi ya vitu ambavyo mtu anaweza kuona vifanya ku labda kwa, kwa kujifurahisha au kufurahisha watu bila kujua na athari vipi biashara za watu wengine. Mimi uniathiri kwa sababu mimi sio muuza magari. Ukubali bei ukatae, havi ni athiri. Ninachojua mimi na gari yangu eh ni sports speed hii hapa 280 S-Line au Audi Q5 2015 nimenunua zaidi ya milioni 50. Mimi hukataa kukubali vina nihusu nini ila mimi kicheko naniuma. Ni yule mfanyabiashara na mwacha kwenye hali gani. Yeye inaonekana kabisa ni tapeli. Sio tapeli, ndio uhalisia. Watu wote wanaojua magari wanaelewa. Ah. Bana mimi mimi nimeongea kinyongo, kimenitoka yameisha, na lengo kubwa ya kuongea hii ni kuweka vitu clear kabisa. Watu wanapambana. Yaani watu wamekaga ni kama oya. Yani sisi tubishe tu kukomua, hajui hata maana ya magari. Yani kuna watu kutoka mtandao wana comment, comment, hajui magari, hajui lolote. Hebu waonyeshe tu kwanza, tena mara mwisho, hiyo logo ya S-line hapo, rudi hapo, ukiona Audi haina S-line, naiongeza kwenye. Hebu njoo hapo kwenye usukani, ukiona Audi haina logo hii hii hapa, hii logo hii, basi na yenyewe ni chipu kazi, chipu kazi, ila Audi ambazo nazijua mimi kuanzia milioni hamsini lazima ziwe na S line sports car. Haujui? <laughs> <How joy. laughs>